Yes, karibu tena wanafamilia ya Simba Fans TV. Tunasema sauti ya mashabiki Mnandi Jayali Santos leo katika kalai la Benjamin Mkapa Ziri Atletico Petro Atletico. Mchezo na uzungumziaje? Ah, binafsi kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujulia pumzi na kuamka salama mpaka kufika muda huu, naamini wana Simba wote waliokuwa salama, naamini washakata tiketi zao wanakuja saizi Benjamin Mkapa kuhakikisha wanakuja kuvunja pointi tatu muhimu. Kuhakikisha leo tunaenda kuongoza kundi kibabe zaidi mechi ya kwanza kwa mara ya kwanza tunaenda kuongoza kundi, maana yake hatujawai kuongoza kundi kwenye mechi ya kwanza tu ukashinda kuongoza kundi, lakini leo naamini tutapata matokeo mazuri, tunaenda kuliongoza kundi majira saa moja jioni. Kocha Pantevu akiwa ni mchezo wake wa kwanza wa kimataifa ndani ya klabu ya Simba Sport Club katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, unadhani aende kwa mfumo gani mradi aweze kuleta ushindi nyumbani? Ah, Master Matatu, ni mchezo wake kweli wa kwanza kwenye hatua ya makundi akiwa na Simba Sports Club, lakini ni mchezo wake wa tatu wa hatua hii ya Champions League msimu msimu huu akiwa na Simba make. Alianzia kule nchini Swatini dhidi ya Gaborone, lakini tumekuja, anasema Gaborone msigizini, lakini tumekuja Benjamin Mkapa, tukatoka suluhu bila kufungana. Kwa hiyo leo anaingia kwenye mchezo wake wa kwanza kwenye hatua ya makundi na akiwa na mashabiki uwanjani, kwa sababu mchezo uliofuata tulikuwa bila mashabiki tuliangalia Nasema tulikuwa bila mashabiki. Tulikuwa na mashabiki mchezo uliopita, ambaye tulitoka suluhu bila kufungana, lakini kwenye hatua makundi ndio mchezo wake wa kwanza ukiwa kwa na mashabiki wengi zaidi kuliko mashabiki ambaye waliingia kwenye mchezo ule uliopita. Kwa hiyo naamini binafsi ataenda kupanga mipango yake sahihi, kwanza kuvuna alama tatu kwenye hatua hii akiwa na Simba, maana wenzake msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho, nadhani unajua Fadu Davis alienda hatua ya fainali tukalikosa kombe pale, lakini naamini yeye amepewa kijiti hicho kwenye Champions League atupeleke pia finali ukanda ambao wa maisha yetu, maana kwa tuna robo nyingi kuliko shirikisho kwao. Mimi naamini mchezo wa leo hautakuwa rahisi, utakuwa ni mchezo mgumu, hususan kuchukua timu za kutoka Angola, kuwa zinatusumbua sana zikija Benjamin Mkapa, lakini tunaambia kwamba leo hapa iwe mvua iwe jua, Petro pointi tatu lazima aache Benjamin Mkapa. Mmoja kati ya kikosi cha Simba kikiangalia, jinsi mashindano yalivyoendelea mabadiliko yatokea kipindi kilichopita na hivi sasa, unadhani siku ya leo kocha Pantev aende kwa namna gani mradi uweza kuleta matokeo lakini, ukiachana hivyo kikosi hichi ambacho kiangalia cha Simba Sport Club, unadhani mchezaji gani ambaye anaweza kuwa na nana, nafasi kubwa sana siku leo kuleta ushindi nyumbani? Ah, wachezaji ambao wanaweza kuleta ushindi ndani ya Simba Sports tunaanzia kwa Maurice Abraham, lakini kwa John Chaz ya huwa pamoja, anaonekana haonekani sana uwanjani, lakini namba zake huwa zinambeba. Lakini pia tumzungumzie Erim Panzu, mimi namuipa OFI ya nchi kibi sawala. Binafsi ana nafasi kubwa ya leo kwenda kambani, ama kutengeneza nafasi ya goli. Lakini pia kuna Joshua Mutale Budo, hao ni digidigi ambaye wanasumbua sana. Lakini kuna yule yule Mwiba Mchungu, Mwiba kikatili, huwa unafanya maangamizi, ambaye wewe utasimini uta kama atafanya kitu, lakini akaenda kuifanya hiyo shughuli. Kibu Dennis Kibu Denga, mkandaji tunajua ametoka kwenye kwenye msiba kuondokewa na baba wake mzazi, lakini naamini bado anatakuwa na confidence kubwa, ana confidence ya kutosha. Naamini leo atakuja kutufuta machozi wana Simba, kuhakikisha Benjamin Mkapa tunaanza kupata matokeo ke mechi mbili zote tulizocheza hapa nyumbani hatukuweza kupata matokeo ya ushindi zaidi ya sare katika mechi zote mbili kwenye hatua ya mchujo ya Champions League. Naamini binafsi Simba Sports au wachezaji, naamini wataenda kambani, lakini sio hao tu. Black Lion pia namuona pia leo anaenda tena kambani, bila shaka alienda kambani kwenye Champions League kwenye NBC Premier League lakini namuona kwenye Champions League. Leo akienda kambani baada ya kutoa assist kule Eswatini, lakini leo namuona kuelekea kambani moja kwa moja. Nini lako kwa mashabiki wa Simba ambao siku ya leo wameweza kujumuika katika uwanja kujimu... wa Benjamin Mkapa unazungumza kitu gani kuelekea mchezo wa siku ya leo majira ya jioni? Ah, mashabiki wa Simba, mimi ni wasii tu, tukija uwanjani tuwa waangalifu kwa wenzetu, maana tunaona kuna watu wanafanya fujo kwa kupatia mgongo wa Simba. Kwa hiyo kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake, ukimwona mwenzako anafanya falangati la hapa na pale basi hakikisha wewe utakuwa mtu wa kwanza kummulika kidole na kumwambia aachane na hiyo habari, kwa sababu inaenda kutufunguzia samani katika mashindano haya barani Afrika. Hilo ndio jambo la kwanza, lakini jambo la pili, tukija uwanjani tusije kukaa, tushangilie, tushangilie daris, tushangilie pasi, tushangilie, tushangilia kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya tisini. Nandi wewe unaweza mimi naweza kwa sababu mimi binafsi kama mshabiki wa Ulaya tu nashangilia mwanzo mwisho, nilipokuwa uwanjani kwao, naamini nahamasisha na wenzangu wote tushangilie mwanzo mwisho mpaka dakika ya tisini. Yaani tusipoe hata kama tutakuwa tumeruhusu goli itizufanya sisi tukapata unyonge tukakaa kimya, tushangilie mwanzo mwisho, tuhakikisha alama tatu muhimu lazima zipatikane Benjamin Mkapa. na ndio nataka kushangilia mwanzo mwisho. Kuna mashabiki ambao wanataka kujiunga na wewe, utapatikana jukwaa la upande gani? Ah, mimi binafsi nitapatikana kwenye jukwaa la upande wa kaskazini, nitakuwepo kule kwenye eneo la kuhamasisha, sitokaa kwenye sehemu ya kutulia tu, kwa sababu tumekuja kwa ajili ya vibe. Kwa hiyo nitakaa kwenye sehemu ya vibe kwa ajili ya kuhamasisha, nitaka nikate tiketi ya kukaa kule Hmm. Kwa waheshimiwa kule nah. VPA B na C, lakini binafsi nakaa huku kwa sababu ya kutengeneza hamasa zaidi, kwa sababu wana hamasa wote wanakaa usehemu wa kuhamasisha kwao, nitakaa huku ili tuhamasishe, tushangilie kwa pamoja, tushangilie kwa nguvu, tuhakikishe tunapata alama tatu muhimu. Pete anakufa ngapi? Ah, leo amna, amna kama kawaida kuanzia goli tatu na kuendelea kwa sababu wakubwa wenzetu waliotangulia jana wote wameshinda goli tatu na kuendelea. Ukimwona mtu kashinda chini ya goli tatu, huyo sio mkubwa kwenye mashindano haya barani Afrika. Simba mkubwa. Eh, Simba ni mkubwa yuko nafasi ya tano Afrika. Kama ukimwona mtu kashinda goli moja maanake utakuta nafasi ya 12, 13. Maanake sio level zetu. Hao ah, wote wa ambao wameshinda vigoli vichache hao ni underground. Nasema, wanasuasua kwa hiyo tunaweza tukawaacha hapa hapa. Akina nani hao? Au majirani zako. Eh, hey, inawezekana kwa sababu jana walipakatwa lakini unadhani kuna kuelekea wataenda kunyonyeshwa, lakini sisi binafsi hatuhitaji kubebwa wala kupakatwa. Sisi tunahitaji kupambana uwanjani tupate matokeo yaliokuwa sahihi na twende tukaongoze kundi. Tunaongozaje kundi bila kupata matokeo mazuri? Lazima tushinde ili tuongoze kundi. Na mchezo sio rahisi, nimeangalia kwenye odds ambaye wanabeti, nimeona wote pointi walizopewa zinafanana 1.53. Kila mmoja akapewa moja. Au ni beti way au akina nani ambao hey, kwa namna? kampuni nyingi nimeona hapa kwamba ni moja pointi hamsini na tatu manake ukiona vile, manake hata kampuni nyingine zilizokuwa zinaendana hivi, lakini pointi huwa zinaenda zinashuka mpaka muda wa mchezo kina, amini, easy, lakini naamini pointi hizi zinaonyesha kwamba game ni ngumu, sio game rahisi, lakini kwa sababu tuko nyumbani, tunapambana tunahakikisha alama tatu lazima zibaki nyumbani. Asante sana, pamoja sana.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 Sheni beki, ambaye kwa namna moja nyingine ameweza kuwa kitasa katika klabu ya Simba Sport Club, na amekuwa na uhakika kupata namba moja kwa moja chini why you ya kocha Pantevo